Watu watano wamefariki kwenye visa tofauti vilivyotokea kaunti ya Machakos na Nakuru. Kwenye kisa cha Machakos, mwanamume mmoja alimuua rafikiye wa kike kwa kumkata panga, alipigwa na umati hadi kufariki. Huku mjini Naivasha, familia ikiomboleza tukio ambapo baba mmoja aliwaua wanawe wawili na kisha kujitia kitanzi. Kisa cha mwanamume kumshambulia msichana kwa panga na kumkata hadi kumuua kimewaacha wenyeji vinywa wazi mauaji hayo tatanishi yametokea eneo la Mwanyani hatua chache na mji mkuu wa Machakos. Kwa wanaume na walio kwenye ndoa na marafiki wanaoozana, kama umeona ndoa ama urafiki uwezi, tafadhalini, mwache mwenzako aende atafute maisha. Vifo kama hivi vya kupatika, kukatana mapanga, vifo kama hivi vya kutakiana, vya kuombeana kwetu hatujaona, hata kwa mila yetu sio kifo kizuri. Yaarifiwa mvulana huyo alinunua panga kumtafuta msichana huyo na kutekeleza unyama huu mchana peupe. Umati wa watu ulioshuhudia mvulana huyo akimshambulia msichana uligeuka na kumpa kichapo mwanamume huyo hadi kufa. Kwa haraka watu wakakusanyika na wakamkamata muuaji mwenyewe. Muuaji hajajulikana mpaka sasa, tumujui, tunadhania ni mwanafunzi. Uh, katika hizi shule siko hapa, hizi college siko hapa Machakos. Uh, msichana mwenyewe walikuwa, inasema rafiki yake ametueleza, walikuwa wamepata mtoto pamoja. Kwa hivyo tunaamini ni love affair triangle uh, ile ilisababisha haya. Polisi walichukua miili yote hadi hifadhi ya Machakos, uchunguzi ukiendelea. Yakijiri hayo, huzuni imegubika familia moja huko Mahimayu, kaunti ya Nakuru, baada ya familia hiyo kupata taarifa kuwa baba mzazi alikuwa ameua wanawe wawili na kujitia kitanzi. Huyu mnaona hapa ni mtoto wa sista yangu, so huyu ni nis wangu. Siku ya mashujaa tuliweza, aliweza kunipigia simu kuniambia baba yao ameenda wa na watoto na hajawarudisha nikamwambia kama ameenda kuripoti, asikuwa na wasiwasi wasi, pengine atawarudisha asubuhi, ye alale. Kisa hicho kilitokea mjini Narok, na nayearifiwa mume huyo alifanya hivyo baada ya kutengana na mama watoto.